Karibu sana mtazamaji na msikilizaji Wanaojiri Mitaani TV, mahali hapa pa maarifa ya lishe bora na tiba asilia. Leo tunaangazia moja ya mbegu maarufu sana duniani, mbegu za alizeti tunazoziona kwenye mafuta ya kupikia. Lakini je, unazifahamu faida zake zote? Ukitumia mbegu hizi kwa njia sahihi, zinaweza kubadili mwili wako kwa njia kubwa mno. Kaa karibu. Na kabla hatujaanza, mtazamaji na msikilizaji, bonyeza kitufe cha kusubscribe ili usikose video zetu nyingine za afya na lishe. Sasa hebu tujue kwa kina mbegu za alizeti zinaweza kukupa nini mwilini. Faida za mbegu za alizeti, ama kwa jina lingine sunflower. Sunflower ama alizeti husaidia afya ya moyo. Kwanza, husaidia afya ya moyo. Mafuta ya mbegu hizi yana healthy fats hasa omega 6 na asidi nyingine ambazo hupunguza kolesteroli mbaya na kuboresha mzunguko wa damu. Pili, zina protini kwa wingi, ni nzuri kwa wanaotafuta kuongeza misuli au nguvu za mwili, hasa wale wasiokula nyama mara kwa mara. Tatu, hupunguza shinikizo la damu yani BP. Magnesiamu na potesiamu zilizomo husaidia kupunguza presha ya damu na hivyo kuzuia kiharusi. Nne, huimarisha ngozi na nywele. Zina vitamini E kwa kiwango kikubwa hii huzuia mkunjo, hulainika, hulainisha ngozi na kusaidia nywele kung'aa. Tano. husaidia usagaji chakula. Mbegu hizi zina faiba nyingi, husaidia utumbo kufanya kazi vizuri, kuondoa gesi na kuzuia choo kigumu. Sita. huongeza kinga ya mwili. Zinki na selenium na antioxidant nyingine husaidia kupambana na bakteria na virusi. Saba. Hupunguza hatari ya saratani kwa sababu ya antioxidant na selenium, mbegu hizi husaidia kupambana na mabadiliko mabaya ya seli. Nane Hupunguza msongo wa mawazo. Magnesiamu na vitamin B husaidia utulivu wa akili, usingizi mzuri, na kupunguza stresi. Tisa, huongeza afya ya ubongo. Zina vitamin B6 ambayo husaidia kazi za ubongo, kumbukumbu, na kuzuia kusahau sana. Kumi, nzuri kwa uzito bora, zina mafuta mazuri, faiba na huchangia kujisikia umeshiba haraka, husaidia kudhibiti hamu ya kula kupita kiasi. Mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV, mbegu za alizeti si tu chakula peke yake bali pia ni tiba ya mwili. Jaribu kuongeza kijiko au viwili kwenye uji, saladi au hata smoothies zako. Kumbuka, afya njema huanzia jikoni. Asante kwa kutazama, usisahau kusubscribe, kulike video hii na kushare kwa wengine wapate kujua nguvu ya alizeti. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa na afya njema. Hii ni yanayojiri mitaani TV.